Karibu katika sehemu ya pili ya simulizi yetu. Mara ya mwisho tuliishia hapa, wakati Juma amekuja kumtembelea Edi na kumwahidi kumpeleka kwa mganga anayetoa utajiri wa bure kwa mashariti. Je, unajua nini kilitokea? Sasa kabla sijaanza simulizi hii, hebu kwanza like, kisha ni follow au subscribe, alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze. Picha ya pili, yeye ni maskini wa kutupwa, anauza mkaa, anadharauliwa, analala na njaa, lakini labda ana nafasi ya kuingia peponi kama yule mlevi, kama akibadilika. Hali halisi ilimchapa usoni, umaskini ulikuwa unauma kama ugonjwa. Ndoto ilikuwa inatisha, lakini umaskini ulikuwa unaua taratibu. Edi, twende. Gari liko nje, Juma alihimiza akiangalia saa yake ya dhahabu. Edi alimeza mate, nafsi ilimsuta, moyo ulimwenda mbio kukumbuka ule moto. Lakini alipoangalia mikono yake iliyojaa masizi na maisha yake ya dhiki, imani yake iliyeyuka. Tamaa ya kuishi kama mfalme japo kwa muda mfupi duniani ilimzidi nguvu hofu ya maisha ya baadaye. Akiwa na uzito mkubwa moyoni kama mtu anayebeba gunia la misumari, Edi alisimama. Sawa, Juma alisema kwa sauti ndogo yenye kutetemeka. Twende, nimechoka kuwa maskini. Edi alipanda kwenye gari la kifahari la Juma akiacha kibanda chake cha mkaa nyuma. Gari liliondoka kwa kasi likielekea kusikojulikana kwa mtaalamu. Kaka, vipi? Uko sawa kweli? Mbona upo kinyoge sana? Edi aliegemeza kichwa kwenye kiti, machozi yakimlenga Alijua ameipuuza onyo la Mungu kupitia ile ndoto. Alijua anaenda kutengeneza njia ya kwenda kumwona baba yake kule kwenye moto, lakini ulimwengu ulimshinda. Nafsi yake ilikuwa nzito sana, imefungwa minyororo kabla hata hajafika jehanamu. Ndani ya gari la Juma kiyoyozi kilikuwa kikipuliza hewa baridi, lakini Edi alikuwa akitokwa na jasho jembamba la hofu. Gari lilikuwa likichanja mbuga kuelekea nje ya jiji likiacha nyuma kelele za mjini na kuelekea maporini huko Bagamoyo mbona kimya sana edi juma aliuliza bila kugeuka macho yake yakiwa yamekazia barabarani au bado unawaza ile ndoto yako ya mchana hapana edi alidanganya japo moyo wake ulikuwa ukapiga papapa nawaza tu maisha yatakavyokuwa hivi kweli inawezekana mimi muuza mkaa niwe kama wewe juma alicheka kicheko cha kejeli kama mimi utakuwa zaidi yangu mzee ninayekupeleka kwake si mtu wa mchezo anaitwa babu zimwe huyo ndiye aliyenipa mimi hii jeuri, ila nikuonye kitu kimoja, Edi. Sauti ya Juma ilibadilika na kuwa nzito ghafla. Ukifika kule, usibishane naye chochote. Atakachokwambia fanya, wewe fanya. Ukileta ujuaji, utapoteza akili zako. Gari liliingia kwenye njia ya vumbi likapita katikati ya mikorosho mirefu iliyoonekana kama mikono ya majitu gizani. Hatimaye walisimama mbele ya nyumba ndogo ya udongo iliyoezekwa kwa nyasi iliyojitenga sana na makazi ya watu harufu ya uvumba uliochanganyika na kitu kama nyama iliyooza iliwapokea mlangoni. Ndani kulikuwa na giza totoro isipokuwa kandili moja iliyowaka kwa mwanga hafifu mwekundu. Katikati ya chumba aliketi mzee mmoja mwenye ngozi iliyokunjamana kama gome la mti mkavu. Macho yake yalikuwa meupe pe yasiyo na mboni, lakini ilionekana kama anawaona waziwazi. Karibu Edi, Babu Zimwe alikoroma kwa sauti iliyoonekana kutokea chini ya ardhi. Edi alistuka. Unanijua jina langu? Babu Zimwe alicheka kicheko kilichofanya nywele za Edi kusimama. Najua jina lako na najua ndoto uliota muda mfupi uliopita, uliona moto sivyo? ulimuona baba yako akiteseka. Edi alipiga magoti, mwili ukimtetemeka. Huyu mzee alikuwa anajua kila kitu. Hii ilikuwa nafasi yake ya kukimbia, ilikuwa ishara tosha kuwa anapaswa kuondoka, lakini tamaa ya pesa ilikuwa imemganda miguuni kama gundi. Nimekuja, nimekuja unisaidie babu, nimechoka umaskini, Edi alijibu kwa sauti ya chini. Umaskini ni ugonjwa mbaya, babu Zimwe alisema, huku akichanganya madawa kwenye chungu. Nitakupa utajiri, utakuwa na pesa kuliko huyo rafiki yako Juma. Magari, nyumba, wanawake, heshima, vyote vitakuwa vyako ndani ya siku tatu kuanzia leo. Moyo wa Edi ulilipuka kwa furaha ya ghafla. Picha ya moto ikififia, lakini Babu Zimwe aliinua kidole chake kilichopinda. Kila utajiri una masharti yake. Masharti yangu kwa ajili yako ni mepesi sana, kulingana na ile ndoto yako. Masharti gani babu? Nipo tayari, Edi alidakia. Kwenye ndoto yako uliona kuwa kutoa msaada ndiko kulikomponya yule mlevi, sivyo? Babu Zimwe alitabasamu kwa uovu. Sasa, ili nguvu zangu zifanye kazi kwako, lazima uwe kinyume na hicho. Sharti langu ni hili: huruma ni mwiko. Usiwahi kumpa mtu yeyote msaada wa pesa, chakula, wala mavazi. Hata akija mama yako mzazi, kama angekuwa hai au ndugu yako wa damu akiwa anakufa njaa, huruhusiwi kumsaidia. Siku utakapotoa sadaka au msaada wowote, utajiri wako utayeyuka na roho yako itachukuliwa saa hiyo hiyo. Edi alimeza mate. Sharti lilikuwa gumu kiimani, lakini rahisi kimwili. Alifikiria jinsi watu walivyomdharau alipokuwa maskini. Kwani wao walimsaidia nini? Ninakubali, Edi alisema kwa ujasiri wa kijinga. Sitamsaidia mtu yeyote, nitajijali mimi tu. Siku tatu baadaye, maajabu yalianza kutokea. Edi aliokota begi la madini kwenye biashara za magendo ambazo Juma alimwingiza ndani. Ya mwezi mmoja, Edi hakuwa tena muuza mkaa. Alinunua jumba la kifahari Oysterbay. Alinunua lile gari aina ya Range Rover Sport aliloliona kwenye ndoto. Alianza kuvaa suti za hariri na kunywa pombe za mamilioni. Jina lake lilibadilika, akawa Don Edi. Kila alipopita, watu walimuinamia, wanawake wazuri walimzunguka kama nzi kwenye asali. Pesa ilimwagika kama maji. Edi alijihisi kama Mungu mtu. Alisahau kabisa harufu ya mkaa. Alisahau kabisa ile ndoto ya moto. Lakini moyo wake ulikuwa mgumu kama jiwe. Siku moja mjomba wake kutoka kijijini alikuja getini kwake akiwa amevaa nguo zilizochakaa. Mjomba huyu alimlea Edi wazazi wake walipofariki. Edi mwanangu, mjomba alilia getini, mke wangu anaumwa sana na hitaji laki moja tu ya matibabu. Nimesikia umefanikiwa, nisaidie. Edi alimtazama mjomba wake kupitia vioo vya gari lake la kifahari. Alikumbuka sharti la babu Zimwe: usiwahi kusaidia moyo ulimuma kidogo, lakini hofu ya kupoteza utajiri ilikuwa kubwa zaidi. Mlinzi! Edi alimwita mlinzi wa getini, mtoe huyu mzee mchafu hapa. Sitaki kuona maskini wanachafua hewa ya nyumba yangu. Mjomba alitolewa kwa nguvu huku akilia, Edi, damu ni nzito kuliko pesa, utajuta. Edi alipandisha kioo cha gari na kuongeza sauti ya muziki ili asisikie laana hizo. Moyoni mwake alihisi kitu kikifa ubinadamu wake ulikuwa unapotea. Miezi ilikatika. Edi alikuwa tajiri wa kutupwa, lakini hakuwa na amani hata chembe. Usiku usingizi ulikuwa ni vita. Kila akifumba macho, ile ndoto ya awali ilirudi kwa nguvu mpya. Alimwona mama yake akimwangalia kwa huzuni na kusema, mwanangu, umemchagua Ibilisi. Alimwona baba yake akimnyooshea mkono ulioungua kutoka motoni akisema, unakuja huku, unakuja huku. Edi aliamka katikati ya usiku, mwili umelowa jasho, akipiga kelele. Ili kukwepa hizi ndoto, alianza kunywa pombe kupita kiasi, alishinda klabu usiku kucha akigawa pesa kwa malaya na wapambe, kwani babu Zimwe aliruhusu kutumia pesa kwa anasa, lakini sio kwa msaada wa dhati. Siku moja akiwa klabu Higlife, alimwona mtu anayefanana na yule mlevi wa kwenye ndoto yake, Chidi. Kwa kweli alikuwa Chidi halisi wa mtaani kwao. Chidi alikuwa amechoka anaomba omba nje ya klabu. Edi alipokuwa anatoka, Chidi alimvamia miguuni. Nisaidie rafiki yangu wa zamani, nina njaa sana don Edi, rafiki yangu wa zamani, nimekufa njaa, nisaidie hata mia tano ya kula. Edi alisimama, pombe ilikuwa imemjaa kichwani, alimtazama Chidi, alikumbuka kwenye ndoto malaika alivyosema Huyu mlevi aliingia peponi kwa sababu alikusaidia wewe. Kwa sekunde moja, Edi alitamani kuvunja lile agano, alitamani kumpa Chidi pesa rundo ili amshukuru kwa wema wa zamani. Mkono wake uliingia mfukoni na kushika noti ya elfu kumi lakini sauti ya babu Zimwe ilisikika kichwani mwake kama radi: ukitoa msaada unakufa leo. Mkono wa Edi ulitetemeka, aliachia ile noti mfukoni. Hasira ya uoga ilimpanda. Alimpiga teke Chidi. Ondoka hapa mbwa wewe, unanichafulia suti yangu! Wapambe wa Edi walicheka sana. Don Edi hataki mazoea na chokora. Edi aliingia kwenye gari lake huku moyo ukimwaka moto. Alijua amefanya kosa kubwa sana kiroho. Alijua amejifunga rasmi minyororo ya kwenda motoni. Usiku huo Edi alikunywa kuliko siku zote. Alitaka kuzima dhamiri yake iliyokuwa ikipiga kelele. Saa nane usiku ilipofika, alitoka klabu akiwa hajiwezi, kama ilivyokuwa kwenye ile ndoto ya awali. Aliingia kwenye Range Rover yake. Mimi ni Edi bwana, hakuna wa kunishinda, alijigamba, ingawa safari hii sauti yake ilikuwa na kilio ndani yake. Aliwasha gari. Barabara ilikuwa nyeupe. Alikanyaga mafuta. Kichwani mwake, maneno ya malaika yalirudi, mwili wako umepumzika duniani. Baba yako alitumia nguvu za giza. Edi aligundua kwa kuchelewa kuwa ile ndoto haikuwa ndoto tu, ilikuwa ni onyo. Mungu alimpa nafasi ya kuona mwisho wake kabla hajafanya maamuzi, lakini yeye akaichagua pesa badala ya wokovu. Alipofika kwenye ile kona kali inayoelekea nyumbani kwake, ile kona ambayo aliona kwenye ndoto, aliona kitu cha ajabu katikati ya barabara. Hakukuwa na lori, kulikuwa na babu zimwe amesimama, akicheka na kunyoosha mkono kumpungia. Muda wako umeisha Edi. Masharti yamekamilika. Edi alijaribu kukanyaga breki, lakini miguu iliganda. Gari lilichukua uelekeo wake lenyewe. Kishindo kile kile. Gari lilipaa na kubiringika bondeni. Giza liliingia, lakini safari hii alipofumbua macho, hakuona tena malaika mwenye joo jeupe. Aliona anga jekundu, moshi mzito na harufu ya kiberiti. Mbele yake hakukuwa na geti la mbinguni, kulikuwa na geti jeusi la chuma lenye maandishi ya moto. Na kule ndani alisikia sauti ya baba yake ikimwita kwa uchungu, "Karibu mwanangu, tulichagua vibaya." Edi alipiga yowe la majuto ambalo halikusikika duniani, lakini lilirejesha mwangwi milele kuzimu. Safari yake ilikuwa imekamilika.